Kongamano hili la kimataifa la sayansi la saratani ni jukwaa muhimu sana kwa mstakabali wa mapambano dhidi ya saratani barani Afrika. Tunaamini Afrika haiwezi kushindwa vita dhidi ya saratani ikiwa kila nchi itafanya kazi yake kwa jitihada, lakini kama kila nchi itafanya kazi peke yake Afrika haiwezi kushinda vita hivi vya saratani hivyo. Hivyo basi, ili kufikia malengo, tunahitaji ushirikiano wa kikanda na wa bara zima katika utafiti, mafunzo, kubadilishana wataalamu na kubadilishana rasilimali, teknolojia pamoja na uzoefu, kazi ambayo imeonekana dhahiri inaenda kufanyika kupitia kongamano la leo. Uhamasishaji uimarishwe ili wananchi wafanye uchunguzi na kinga mapema, pamoja na kuimarisha elimu ya afya, kudhibiti matumizi ya tumbaku na pombe kali, kuongeza wigo wa huduma za chanjo dhidi ya HPV na hepatitis na kuhamasisha maisha yenye afya kwa jamii nzima. Bado zipo jamii ambazo kila mgonjwa anapopata tatizo wanaelekeza hisia kwenye imani potofu. Enzi hizo zimepita. Tutumie vipimo vya kisayansi vya uchunguzi ili kuweza kunusuru maisha yetu. Wataalamu wa afya na viongozi ngazi zote tuendelee kutoa elimu hiyo. Tukielekeza hisia kwenye masuala ya imani potofu, tutawachelewesha wagonjwa kupata uchunguzi wa kitaalamu, na tukiwachelewesha, tutakuwa tunawapunguzia tutakuwa tunawapunguzia asilimia za kupata matibabu mapema na tutakuwa tunapunguza asilimia za wao kupata uponyaji. Ugonjwa huu unapochelewa kugundulika kugundulika, umeshafika hatua za juu, unapunguza asilimia za kwamba utatibika. Kutokana na tahadhari ya wataalamu wa afya kutoka Shirika la Afya Duniani kuhusu ugonjwa wa saratani kuongezeka kwa zaidi ya asilimia sitini ifikapo mwaka 2030. Nitoe wito kwa Wizara ya Afya kuandaa mkakati madhubuti wa kupunguza idadi ya wagonjwa wapya wa saratani ili kupunguza athari za kupotea kwa nguvu kazi, uchumi na ustawi wa taifa kwa ujumla. Tatu, washiriki wote wa kongamano hili, tuhakikishe maazimio yote yatakayokubaliwa yanafanywa kazi kwa wakati, na kwa kila mamlaka inayoguswa tutimize wajibu wetu. Jitihada zaidi ziongezwe katika kufanya tafiti ambazo zinalenga kutatua changamoto zetu zote kwa kutumia maarifa, tafiti, uzoefu na kwa kuzingatia uhalisia wa nchi zetu.